Kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini kipekee nimesimama hapa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kuwashukuru watu wa Duga, watu wa Tanga kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi. Mwaka elfu mbili na ishirini tulikuja mbele yenu kuomba kura za urais, kura za mbunge na kura za udiwani. Tunawashukuru sana watu wa Duga kwa upande wa kiamini Chama cha Mapinduzi, na kwa upande wa ubunge mlikiamini Chama cha Mapinduzi na mkanipa kura nyingi za kishindo kuwa mbunge wa jimbo la Tanga Mjini kwa kipindi cha miaka mitano 2020 hadi 2025. Na lakini tunawashukuru tena na tena na tena kwa kumchagua ndugu yetu Jafari Nuru kuwa mdi-diwani katika kata yetu ya Duga. Ndugu zangu Ninaamini chama cha mapinduzi kimewatendea haki. Ninaamini chama cha mapinduzi hakijawaangusha. Kazi tumezifanya katika sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundombinu ya barabara, sekta ya maji, sekta ya umeme. Lakini ndugu zangu, nataka kusema maendeleo ni mchakato wezi tukamaliza kila kitu katika kipindi cha miaka mitano. Ninasimama hapa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, kwa upande wa nafasi ya uraisi kuomba kura zote za ndio kwa Dr. Samia Suni. kuhusu umoja na mshikamano baina ya Watanzania. Tarehe 29 Oktoba tunakwenda kufanya maamuzi makubwa kuhusu maendeleo na ustawi wa wakazi wa Duga, wakazi wa Tanga na wakazi wa waka, Tanzania kwa ujumla. Ninawaomba sana, katika wagombea wote wa nafasi ya uraisi hakuna mgombea mwenye uwezo mwenye uthubutu, mwenye dhamira ya dhati ya kuwaletea maendeleo ya Tanzania, ya kuwaunganisha Watanzania, ya kulinda amani, umoja na mshikamano wa Tanzania zaidi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba kura zote za ndio kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wangapi? ya kupiga kura inafanana kama hivi, ina magombea mbalimbali wa nafasi ya uraisi. Kwa hiyo utakachofanya ukipewa karatasi yako ya kwanza, utaona nembo ya Chama cha Mapinduzi, utamuona mkaka amevaa kijani, Dkt. Emmanuel Nchimbi, yeye ni mgombea mwenza wa Dkt. Samia Suluhu Hasan ambaye ndiyo atakuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwishaje medari wetu mwana mama mchapakazi mtulivu mwenye maono, amepiga kilema chake cheusi, lakini na shati lake la kijani linaonekana, na kuna jina Dkt. Samia Suluhu Hassan. Unaweka tiki lako kubwa linalotosha, lisizidi sana na unatiki kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, utakuwa umetiki maendeleo, utakuwa umetiki amani ndani ya nchi yetu. Mgombea mwongeaji hapa aliyekuwepo amesema mambo mazuri, kaka yangu nani Juma. Nimepata heshima ya kusafiri nchi mbalimbali duniani nimefika DRC Congo, nimefika South Sudani, nimefika Sudani, nimefika Liberia, nimefika Ivory Coast. Ndugu yangu, ndugu zangu, amani yetu ya Watanzania ni tunu, tuilinde, tuilinde, tusije tukadanganywa na mtu yoyote. Hata kama huna pesa ya kula, lakini kile kitendo cha kutoka nyumbani kwako na ukate. Tayari umeshiba uongo, kweli Wee! Lakini utauza maandazi yako, utauza karanga zako, utauza korosho zako, na utafanya mambo yako ya maendeleo. Hapa ningekuwa hata na dude tu nikalilipua kidogo bomu la fedi ku wote hapa tunakimbiana. Tusikubali, kina mama wenzangu, nawaomba sana, tuseme na watoto wetu, hakuna masuala ya maandamano. Tarehe 29 tarehe 29, tunakwenda kupiga kura ya kuchagua amani, umoja na mshikamano wa Watanzania, ya kuchagua maendeleo ya Watanzania. Sawa, ndugu zangu, yeah. Tusiichezee amani yetu wa Tanzania, ndugu zangu, naamini Rais Samia ametutendea kazi kubwa, watu wa Tanga tunaiona Tanga inavyong'aa Tanga inavyomeremeka, wageni wanaongezeka, magari yanajaa kwa sababu ya kazi kubwa na nzuri ya Dokta Samia suluhu Hassan. Asanteni, mimi naamini tarehe 29 itakuwa ni Jumatano. Mungu wakituana kwa mama wenzangu, tuwamke mapema tuwanaye c